Hivi unapowasha zampu katika kompyuta yako unakuwa unaona kuna vitu viwili pale, kuna Apache kuna na MySQL, na kama utaziwasha utaona zinawaka rangi ya kijani hivi. Umeshakujiuliza tofauti iliyopo baina hivi vitu viwili, Apache na MySQL? Wengi wetu tunaona kama hivi vitu ni kitu kimoja tu, ni program moja, lakini pia wengine wanafikia mbali zaidi, wanachukulia hivi vitu vinafanya kazi moja. Sasa leo katika video hii nataka tuende hatua kwa hatua kupitia mifano mbalimbali mbali ambayo itatuwezesha sisi kujua utofauti uliopo baina hivi vitu viwili. Apache ni kitu gani, MySQL ni kitu gani, na nini haswa kila moja kinafanya, na kwa nini basi ni muhimu katika ulimwengu huu wa web? Je, vikikosekana kuna kipi ambacho kitamisi? Kwanza kabisa ni kurudishe nyuma zampu, tutambue ni kama kifurushi cha zana package, ambacho ndani yake kuna MySQL, Apache, PHP na Perl. Sasa MySQL na hii Apache ndio imekuwa ikiibua maswali mengi kwa wale ambao wanaanza kujifunza. Apache ni kama mlango wa nyumba ambao wageni huweza kupitia kupitia mlango huo, lakini MySQL ni kama chumba cha kuweza kuhifadhi taarifa zako zote ndani yake. Sasa leo tuvunje zana hizi tukianza na zana moja, kuna nyingine, tukianza na Apache ikiwa ni kama web server, na MySQL ikiwa ni database server. Tuangalie kwanza Apache ni nini? Then tutaangalia MySQL ni kitu gani? Apache ni web server kwanza, ufahamu hivyo, na kazi yake kubwa ni kuweza kupokea basi maombi kutoka katika browser yako na kurudisha majibu. Ndio kazi kubwa ya Apache. Tuchukulie mfano mdogo katika hospitali. Wewe ni mgonjwa, unafika katika hospitali hiyo, unafika dirisha la mapokezi reception pale na unaanza wa kusema, nimefuata matokeo yangu ya vipimo. Yule ambaye unakutana naye pale katika reception, receptionist atakusikiliza na atakwenda ndani ya hospitali na kukurudishia majibu yako. Yule receptionist sasa ambaye kaenda kule kukuchukulia majibu yako na kukuletea hapa. Kwa upande huu tunaweza kumuita kama ni Apache kwa upande huu wa web development. Yeye hatoi dawa wala hafanyi vipimo. Kazi yake kubwa ni kuweza kuwepo mawasiliano baina yako na hospitali. Tuchukulie mfano mwingine, unapoingia katika browser. Unaandika pale kwenye browser yako pengine Chrome www.gmail.com. Apache sasa katika server ya Google huweza kupokea ombi lako na kuweza basi kuamua ukurasa gani, peji gani uweze kuiona kulingana na kile ulichokisearch. Haitotokea siku umeweza kusearch www.gmail.com ukaletewa pengine peji ya Facebook ama YouTube. Haitoweza kutokea kitu kama hicho. Kwa hiyo sasa Apache tunasema ni yule mtumishi wa wavuti, bila ya Apache hata kama una tovuti kubwa haitoweza kupatikana. Apache ni muhimu sana, itaweza kuweka mawasiliano baina ya mtumiaji na hiyo tovuti yako. Natumai umeweza kupata mwanga na kutambua Apache ni kitu gani. Tuangalie sasa kwa upande wa MySQL. MySQL database management system ni sehemu ya kuweza kuhifadhi taarifa ya tovuti fulani, data ya tovuti fulani. Tuchukulie mfano ule ule wa hospitalini. Yule receptionist ambaye tumesema ana act kama ni Apache tukirelate na huko katika web, hawezi yeye kukumbuka wagonjwa wote, ili aweze kukupatia majibu yako ni lazima basi aweze kuingia katika lile folder cabinet, file cabinet, ambao imehifadhi mafaili mingi ya wagonjwa na humo ndipo taarifa zako zitakuwa zimehifadhiwa. So hilo kabati ambalo litakuwa limehifadhi mafaili yote ya wagonjwa ndio tunaita kama ni MySQL database. Kwa upande huu ambao tunaongelea wa web, tuchukulie unaingia katika Facebook, una login, unaingia kwa username na password, ukaingia ndani utakutana na jina lako maanake utaingia katika account yako, utaona picha zako, utaona marafiki ambao upo nao, lakini pia utaona na vitu vingine information zako nyingine. Vitu vyote hivyo huwa vimehifadhiwa ndani ya MySQL. Kila unapologin huwa retrieved, vinavutwa na unaviona kulingana na wewe ambao utalogin kwa wakati huo. Lakini MySQL ndio hala kuu ya data zako hizo, kule ambapo zinahifadhiwa. Apache, kwa ufupi, kwa kupitia mfano wetu huu wa hospitalini Apache ndio ambaye anapokea na kuweza kurudisha, ni kama receptionist, lakini MySQL ni ile data hali ambayo imekusanya data za wale wagonjwa na wewe data zako zikiwemo, huko ambapo receptionist anakwenda anatazama kama zipo na kurushia. Fikiria namna gani ambavyo hivi vitu vinashirikiana vina, kwa kupitia mfano huu, let's say wewe umeingia katika mgahawa, umekaa katika meza. Tuchukulie kukaa katika meza, maana yake umefungua browser yako kwenye kompyuta yako au kwenye simu yako katika mgahawa ule unamwita mhudumu na kuagiza pilau. Pale sasa unafanya kazi na Apache. Yule mhudumu ni kama Apache. Maana kiwe katika browser yako unaposearch pale, ni unafanya kazi na Apache kuweza ku retrieve page fulani. Na yule mhudumu kule anapokwenda jikoni, ndio hiyo MySQL anaenda kuangalia je, hii page ipo ambayo inahitajika ndio, ipo itavutwa, itarudishwa pale. Sasa bila ya Apache huwezi kuwasiliana kule jikoni, na bila mhudumu huwezi kuwasiliana kule jikoni. Maana yake kama hakuna Apache hutoweza kuweza ku access page fulani, umeona? Na kwa upande wa MySQL, maana yake utaweza kuzipata zile data ambazo page hiyo itakuwa imehifadhi. Kwa hiyo kwa fupi, Apache inawasiliana na zile wavuti lakini MySQL inahifadhi taarifa zote za zile wavuti na zikiweza kushirikiana pamoja ndo hapo unakuta tovuti za tovuti mbalimbali zinakuwa hai na kuweza kupatikana muda wote. Kwa hiyo kwa ufupi Apache ni web server, ni ule mhudumu, mfano katika mfano wetu receptionist, pia unaweza kuchukulia, ambaye anapokea na kurudisha maombi, lakini MySQL ni ile database server, ni kama hala la taarifa basi, ambalo zile taarifa na kumbukumbu zote zinakuwa zinawekwa ambazo zitahitajika. Vitu hivi vinaposhirikiana Ndo tunapata sasa hizi huduma za tovuti mbalimbali ambazo mbali tumekuwa tukitumia kila siku. Wewe umekuwa ukitumia browser yako, simu yako, kompyuta yako kusearch peji fulani, website fulani na kuweza kupata hiyo website. Kitu hicho ambacho unakifanya hadi kuweza kukamilika na kuweza kupata peji fulani vinafanyika kwa msaada wa vitu hivi viwili. Unapoingia Facebook, unapotuma email, unapofanya online shopping, hata unapolipa kwa M-Pesa online, vitu vyote hivyo kuna ushirikiano baina ya hivi vitu viwili. Sasa labda niweze kukuachia swali na ningeomba nione maoni yako kama umefika hadi katika muda huu wa video hii kutazama. Je, ulikuwa tayari unajua utofauti uliopo baina ya hizi vitu viwili hivi Apache na MySQL, ama ulikuwa unachanganya hadi kufika katika video hii ya leo ndio ukaona utofauti uliopo na kupata mwanga kidogo? Niandikie katika sehemu ya comment maoni yako, lakini pia kama una tofauti nyingine kwa urahisi ambao unaweza kushare na sisi, tuambie pia, tuweze kujua na sisi kwa kupitia tofauti hiyo ambayo unaifahamu wewe, tujifunze pamoja. Endelea kufuatilia channel yangu ya YouTube. Like video hii na natumai nimeweza basi kukupa japo mwanga kidogo tofauti uliopo baina ya MySQL na Apache. Sina la ziada mimi na wewe tukutane wakati mwingine. Una maoni, una maswali, pia sehemu ya comment ipo kwa ajili hiyo. Unaweza ukashare swali lako ama maoni yako. Lakini pia nimejaribu kuelezea Apache na MySQL kulingana na mifano mbalimbali ambayo tupo katika maisha yetu ya kila siku ili tuweze kufahamiana. Lakini kama utahitaji, naweza kuja kuelezea sasa namna gani MySQL na, uh, Apache, zampu, webu, na, wewe, na, ile, na Apache vinavyofanya kazi pamoja kwa upande wa zampu unapofanya kazi pengine ya kutengeneza project flani ya web na kuweza vitu hivi kukusaidia wewe kuweza kuinteract na page ambazo unazitengeneza, manake kupata local server zile database na Apache. Kama unahitaji nitakuja pia kuelezea kwa kuweza kubase katika zampu, namna gani ambavyo vitu hivi vinafanya kazi kwa pamoja katika kuhakikisha basi project yako unatengeneza mwanzo mwisho ukiwa katika local kompyuta yako na kuweza kuona kuhosti, ku retrieve peji fulani katika browser yako, kama vile ambavyo tunajifunza katika web, mfano JavaScript na language nyingine, tunavyofanya kwa kuweza kuwasha XAMPP na kuweza kuitumia PHP na language nyingine. So sina la ziada, tukutane wakati mwingine. Share video hii kwa rafiki ambao nao pia wamejikita katika teknolojia waweze kuona basi pia utofauti uliopo na tuweze kushirikiana pamoja katika kujifunza na kushare maarifa hapa katika channel yangu ya YouTube. Asante sana.